Mariza kuteea Safina akamwambia Mungu, mimi nimesa maliza kazi ulio nipa nimemariza na nimefanya kwa uaminifu yeah. ikinafuata yeah. Mungu akasema ha, kumbe umemariza. <injong> Mungu akasema sasa, mimi sitaki kurudia uumbaji, sitaki kurudia uumbaji ili <injong> <injong> nipa kazi sana kuumba Mungu ameumba vitu vyote kwa muda wa siku sita. Hapo yeah. Siku ya saba kapumzika. Lakini siku moja inahesabiwa kuwa sawasawa na siku elfu moja za hapa duniani. Haleluya. Amen. Kwa Mungu ameumba vitu vyote tunavyoviona kwa siku elfu sita haleluya. Anasema Mungu, mimi sijichosi tena. Bwana mimi sitaki kurudia hii kazi tena. Kitu cha kufanya Nuhu, katika kila kiumbe chukua mbegu mbilimbili, chukua cha kike na cha kiume, chukua bata wa kike, chukua wa kiume, chukua mbuzi wa kike, chukua na wa kiume, chukua jogoo, chukua na yule huko mwingine, ingiza zote, chukua kila kitu, kila vidudu ambavyo viwezi kustahili kustahili ingiza tu humu, sitaki kurudia tena uumbaji. Haleluya. Amina. Bwana Yesu. Nuhu Bwana, right. Akaifanya kazi. Nuhu akaenda akaingiza simba umo akaingiza chui akaingiza na wanyama wote wengine unaowaona ili yeah, kwamba waweze kunusuliwa na gharika, akaingiza wanyama wa kila namna, viumbe vyote vikaingizwa ndani ya safina lakini viwili viwili. Haleluya. Hey, amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina a kila aina ya kiumbe alikuwa anaingiza viumbe viwili alafu vingine vyote vinaachwa mungu alisema hivyo vingine pote pwete hivi vilivyoingia vitasaa vingine haleluya amina bwana yesu asifiwe jina la bwana libarikiwe amina basi bwana Nuhu akaanza kufanya hiyo kazi yeah. Akaanza kutafuta kasungu kako wapi, akaanza kutafuta nge yuko wapi, akaanza kutafuta eh, bata wako wapi, simba yuko yuko wapi wapi, wote akawaswaga, kawaingiza katika safina. Zoezi lilivyokamilika sasa, mm, ndipo Nuhu akarudi kuripoti kwa Mungu. Hey, baba Mungu, najua ni aje kazi ulonituma nimemaliza. Akasema haa, umemaliza? Basi ingia wewe na watoto wako sasa ufunge mlango. Alivomaliza ndipo Mungu akaruhusu gharika, maji akaanza kusuka maji akaanza kusuka mvua, ikanyesha ikawa haikatike, inanyesha haeshe. Wao walikuwa wakijiamini kwamba nitaogelea, wakaogelea, kwamba nitakaa kwenye mti huenda mafuriko yakiisha, basi mimi nitakuwa salama. Wakaogelea, wakashikilia miti, lakini mvua ikazidi kunyesha, hatimaye miti yote ikamezwa yote ikagarikiswa, walikuwa wanatazamia kwamba ujuzi wao kuogelea kwa utawasaidia haukuwasaidia, hata mmoja walikufa wamesikilia miti. Haleluya! Walikuogelea mpaka kwenye safina ya Nuhu, walikufa wamesikilia safina hivi, hawakuweza kuingia kwa sababu Mungu aliona kwamba Nuhu atawahurumia watu wake, wena Nuhu angemhurumia mama mkuu wake, akasema sasa. Bwana mimi hii mlango ndo ntakayoifunga. Walipo kuja kugonga mlango Nuhu akasema, wala mimi mlango sijafunga, na wala ataufungua uliko mimi sielewe. <coughs> <coughs> Wakava wamesikilia mlango. Haleluya, Bwana hey. Yesu asifiwe, zina wa bwana ibarikiwe. <coughs> <coughs> Ikali maisha mm. baada ya hapo maisha yakaendelea. Ndio. lakini waliokoka watu nane tu Nuhu na mke wake pamoja na watoto wake watatu na wake zao, jumla watu nane, wengine wote wakateketea. Baada ya hapo vizazi vikaanza tena. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Vizazi vilianza tena kuanzia Nuhu, kwa vile vizazi vyote vilivyokuwa vimeharibika mwisho wake ukawa ni pale. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Uovu wa watu ulizidi mm. Ikafikia wakati ambao wanadamu wakaanza kufanya mapenzi mpaka na, na, na maraika waliokuwa wameasi. Wanadamu wakaanza kufanya usizi, vikaanza kuzaliwa watu ambao sio watu wala sio maraika, yani ni vijitu Vijito, yani kwa riroho sio riroho, kwa mwanadamu sio mwanadamu. Sasa ile gari kalikuwa imerenga kuua hicho kisasi ambacho kilikuwa hakieleweki.